Jiji la Minneapolis lililopo katika jimbo la Minnesota limekuwa kitovu muhimu cha jamii ya Wasomali wanaoishi nchini Marekani. Kwa zaidi ya miongo mitatu, eneo hilo limejijengea sifa kama makazi makubwa ya Wasomali nje ya bara la Afrika. Ukuaji huo umechangiwa na historia ya uhamiaji, fursa za kiuchumi na mazingira kijamii ya kijamii yaliyowavutia wahamiaji wengi kutoka Somalia. Mnamo mwaka 1991, Somalia ilitumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyosababisha maelfu ya watu kuikimbia nchi yao. Mamia ya Wasomali walitafuta hifadhi katika mataifa mbalimbali na Marekani ikawa moja ya nchi zilizowapokea. Wasomali wengi waliingia Marekani kupitia mpango wa TPS. Hii ni hadhi maalum inayotolewa na serikali ya Marekani kwa raia wa nchi zilizoathiriwa na machafuko ya kisiasa, au vita vya wenyewe kwa wenyewe kupitia TPS, Wasomali waliweza kuishi na kufanya kazi Marekani kwa muda wakisubiri hali nchini mwao itengemae. Minnesota, hasa jiji la Minneapolis, lilitoa fursa nyingi za ajira katika viwanda na kazi nyingine ambazo hazikuhitaji ujuzi mkubwa wa lugha ya Kiingereza. Hili liliwavutia wahamiaji wapya waliokuwa wakijenga upya maisha yao. Leo hii, jamii ya Wasomali katika eneo la Minneapolis na St. Paul inakadiriwa kuwa watu 84. Hii inawafanya kuwa moja ya makundi makubwa zaidi ya Wasomali nje ya Afrika Mashariki. Wasomali pia wamejitosa katika siasa huko Minneapolis wakitumia fursa ya vikwazo vidogo vya kuwania nafasi za uongozi na ushirikiano wa karibu ndani ya jamii hiyo. Mnamo mwaka 2018, Ilhan Omar alichaguliwa kuwa mbunge kupitia chama cha Democratic na kuwa mmoja wa wanawake wa kwanza wa Kiislamu kuingia katika bunge la Marekani, Congress. Ushindi wake uliashiria hatua kubwa kwa jamii ya Somali na wahamiaji kwa ujumla. Na katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwaka 2022, wanasiasa wengine kadhaa wenye asili ya Kisomali walichaguliwa katika ngazi ya majimbo, wakionyesha kuongezeka kwa ushawishi wa jamii hiyo katika siasa ndani ya Marekani. should... Katika miezi ya hivi karibuni, Rais Donald Trump ametumia majukwaa ya kisiasa kutoa kauli kali dhidi ya jamii hiyo akiwatuhumu baadhi yao kwa kuhusika katika udanganyifu wa programu za serikali kuu, zikiwemo zile zinazotoa huduma za kijamii na misaada ya kifedha.